Unajua unaweza ukatoka kupiga mswaki alafu ukapata kazi ya ndoto yako? Basi kuna u jamaa jina lake anaitwa John, na John ni kijana wa kawaida tu achuo. John ni Mtanzania, ana miaka ishirini na tano ametoka kumaliza chuo, ana digri ya uhasibu. John anakaa maeneo ya Makumbusho, ni jobless, hana kazi, kwa hiyo muda mwingi anautumia kwenye magopi ya WhatsApp kwa ajili ya kuchati na Telegram kuangalia ni VPN gani mpya imetoka ili aweze kutumia free internet. Kumoja asubuhi mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Kama kawaida jamaa ametoka kuamka anaenda kupiga mswaki. Ili anaenda kupiga mswaki anarudi anakutana na simu yake inaingia notification. Alikuwa ameweka vibration simu ika vibrate. Kucheka mbali ilikuwa inasomeka notification kutoka kwa Ikadi. Ile kuchukua simu kuiangalia ilikuwa ni kadi ya mwaliko ambayo inamhitaji Mr. John kuhudhuria kwenye harusi ya rafiki yake ambaye anaitwa Cindy. Cindy na John ni marafiki wa kitambo sana, kwa hiyo John hakusita kureply ile message kwa ikadi kwamba atafika kwenye sherehe. Hiyo harusi ilikuwa inafanyika kama wiki linalofuatia siku ya Jumamosi. Na hiyo harusi ilikuwa inafanyika ukumbi wa ambao uko maeneo ya Tangibofu. Basi siku zilienda, ikafika siku ya Jumamosi mida ya saa kumi hivi. Joni akaamua aanze kujiandaa. Akatafuta kwenye kabati suti yake moja kali sana, ni ni unaweza kusema huyu ni bosi. Akatafuta na viatu vyake vikali ambao anavaga tu kwenye matukio special. Basi Joni akanyosha ile suti akajiandaa, akavaa, akapendeza Akabolt kwa ajili ya kuelekea ukumbini. Amebolt pale boda, akaja akapanda kwa ajili ya kuelekea ukumbini. Amefika ukumbini akamlipa ule bolt kwa ajili ya kushuka, sasa kuelekea mlangoni ili aweze kuingia ukumbini. Basi akati ameshuka kwenye bolt anaelekea ukumbini mbele, akaona kuna watu wawili ambao wamesimama mlangoni na wamevalia mashati meusi ambayo yameandikwa ikadi alijua kabisa hawa watu ni watu wa kuhakiki kadi. Kwa hiyo akainamia simu kwa ajili, sim ya kutafuta kadi ya mwaliko ambao alitumiwa. Wakati amenamia ameiona ile, anainuka akagongana macho kwa macho na mlembo mmoja mzuri mzuri, afu kapendeza kavango za gharama, unakiona hivyo kabisa. Huyu mtu ni mtoto wa kishua, wale watoto wa masaki hivi, unajua kwa hiyo John alikaa, alikuwa ameganda kama dakika like moja nzima, anamshangaa tu anamshangaa yule mrembo. Basi yule mrembo naye alikuwa anaelekea mlangoni pale ko, wakati amemkaribia Joni, Joni alikuwa anasita sana kumwongelesha, moyoni anaongea. Basi mwisho wa siku Joni aliamua apige moyo konde. Akaamua kumwongelesha yule mdada. Alimuongelesha hivi mambo mrembo, mrembo akamjibu, poa mzima. Jamaa akasema mi mzima. Vipi, we mrembo? mrembo akamjibu mi mzima pia. basi John akasema jina langu naitwa John. vipi we unaitwa nani mrembo? basi mrembo akamwambia mi naitwa Jane. akamwambia oh, nice to meet you Jane. Ah, kusema kweli siku ya leo sijamwona mdada aliyependeza zaidi yako, yani mpendeza vibaya mno, na kama bahati tukutana na malaika kama wewe maeneo kama basi, jioni alipomwaga sifa pale mwisho wa siku akaishia kuomba namba. Aliomba namba, na ule mrembo alikuwa yuko pisi tu, akampa ile namba yake ya simu, na alivompa namba ya simu wakawa wanaelekea mlangoni kwa ajili ya kuskaniwa kadi zao ili waweze kuingia. Waliskaniwa kadi zao pale mlangoni wakaingia kwenye ukumbi, na sherehe ilienda vizuri mpaka ikaisha. Sasa kesho yake mida ya saa tano hivi jioni akaamua kumpigia simu yule mdada amempigia simu ili amwambie ukweli tu, kwamba bwana, usinione mimi nilipendeza vile, ila kiukweli kabisa mimi ni jobless, sina kazi na niko mtaani tu. Basi alipomwambia hivyo, yule mdada aka alikuwa ni bae mbele ana roho nzuri sana kwa hiyo, akamwambia pale ofisini, sisi tunatafuta accountant mwenye degree. Kwa hiyo John akawa amekutana na bahati yake ya mtende pale, kaanza kutafuta accountant mwenye degree kwa nitakutumia namba ya HR ili uweze kuwasiliana naye. Kama utafanikiwa kupata kazi, basi Mungu ni mwema. Few weeks later jamaa amepata kazi na analipwa mshahara, kutoka kwenye mswaki mpaka kwenye mshahara. Wengine wanasema joh, nikapata bahati ila mi nakwambia hajapata bahati. Chukua inviti ya hii kadi leo, chukua ficha yako. Karibuni sana.